Nakuhusieni ndugu zangu, naihusia na nafsi yangu kumcha Allah, na kumcha Allah ni kufuata maamrisho na kuacha yale aliyotukataza. Tunamshukuru Allah kwa hikma zake, alituumba tukipitia hatua mbalimbali mbali ili kutuzindua kwamba yuko muumbaji anayesimamia, mwenye elimu kubwa na mwenye hekima nyingi, na ili tuwe na yakini kwamba hatukuja hivi hivi, hatukuibuka ibuka tu, bali tumeletwa na wala hayawezi kwenda mambo yetu vile tutakavyo tu, kwa nguvu zetu wala kwa ujanja wetu, bali yuko anayesimamia. Allah subhanahu wa ta'ala anatuzindua hili katika suratu Rum aya 54, a'udhu billahi minash shaitani rrajim. Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin Allah ndiye aliyekumbeni nyinyi kutoka katika udhaifu mkubwa. thumma jaala badi dhafin quwa, kisha akajalia baada ya udhaifu ule mkawa na nguvu. thumma jaala quwwatin quwatin wa washaiba, kisha akajalia baada ya kuwa mmekwisha kuwa na nguvu mko top kabisa akawarudisha tena udhaifu na kuota mvi. Hakuna anayeweza kuzuia hilo. Tulifika pahali pazuri, mtu anaona sasa mimi niko sawa sawa. lakini alafu anaanza kujiona, anashuka taratibu, hawezi kuzuia, anashuka polepole pole, meno yanang'oka, mikunjo inatokea, mvi zinaota, anapinda hawezi kutembea vyakula vingine hawezi kula, hana ujanja. Allah akamalizia maneno haya akisema: yakhluqu ma yashaa, anaumba anavyotaka namna anayotaka. Wa huwa al alimul al qadir, naye ni mjuzi sana, ni mweza sana wa kila jambo. Ndugu zangu, baada ya utangulizi huu napenda leo tukumbushane kitu muhimu sana kuhusu vijana, na ninapozungumza vijana nnakusudia ni umri fulani, wakiwa wanaume au wanawake, sio kama mazoea tukisema vijana wajulikane kwamba ni wanaume alafu mabinti eti. Aa, vijana ni umri fulani wa kiume na wa kike kuanzia miaka kumi na tano mpaka kufika thelathini bali huenda mpaka akafika arobaini Pale imekuwa top, hakuna ujana tena. Kuanzia pale umri mwingine huo unaoanza utu uzima huo. Kwa hiyo napenda nizungumzie vijana. Ndugu zangu, vijana wakiwa wa kiume au wa kike, ni nguzo ya umma. Vijana ni nguzo ya umma, na vijana ni mustakbali wa umma, future ya umma. Imma utakuwa mustakbali mzuri wakiandaliwa, au wakitelekezwa unakuwa mustakbali mbaya wa umma kwa ujumla. Vijana ni mustakbali wa umma, na vijana pia ni tegemeo la umma fulani, kila umma kila kundi, ila kundi la jamii, kila miji, kila nchi zinategemea vijana wake, ni tegemeo lao kubwa. Na vijana tukiwalinganisha kwenye taswira, ingekuwa ni gari kwa mfano, basi vijana wangekuwa ni injini ya gari hiyo, ndio mashine yenyewe ambayo ni nguvu ya msukumo, yenye nguvu na wazee katika jamii hiyo, wazee wakiwa na uchamungu, sio wazee tu, wazee wakiwa na uchamungu, kwa sababu kuna wazee huwa hawakubali kamwe kama ni wazee, ukimwita mzee anakuambia mimi mzee kijana. Wazee wakiwa na uchamungu katika jamii hiyo, wao wanakuwa ni sukani ya gari hiyo, na sheria inayomridhisha Mungu katika jamii hiyo basi hiyo ndio barabara ya kupita tena, ya lami. Kwa hiyo wakiwa wapo vijana, wakawepo na wazee wenye sifa ya uchamungu, na sheria ikawa inamridhisha Allah. Sijataja dini, sheria ikawa inamridhisha Allah, kwa sababu zinaweza zikawepo sheria zimetungwa, lakini zikamridhisha Allah. Kwa mfano sheria ikiwa inazungumzia usiibe hiyo haihitaji dini fulani, hiyo usidhulumu, haihitaji dini fulani, hiyo usilerushwa, haihitaji dini fulani hiyo, na sheria zikawepo zinazomridhisha Allah, basi itakuwa hiyo ni barabara tena ni alamu ya kupita gari hiyo. Sasa jamii hiyo, pindi ikiondoka kwa nguvu za vijana hao, wakiwa ni wa kiume au wa kike kwa mwongozo wa wazee hao ambao watakuwa wana sifa yenye ucha Mungu ndani yao, wakapita kwenye sheria hizo ambazo zitamridhisha Allah, basi manake watakuwa wanapita kwenye barabara ya lami. Jamii hiyo inatembea, lazima jamii hiyo itafikia kwenye maendeleo, lazima itapanda juu. Hiyo jamii itafuzu na itashinda kwa idhni ya Allah. Ndugu zangu, Allah subhanahu wataala anasema katika suratu Radi, audhu billahi minash shaitani rrajim, aya 11, inna allaha la yughayiru ma biqaumin hata yughayiru ma bianfusihim. Kwa hakika Allah habadilishi hali walionayo watu mpaka waamue kubadilisha yaliyomo ndani ya nafsi zao. Maana yake ni kwamba kama Allah aliwaweka watu wana hali ya neema, hatoibadilisha mpaka watu hao wabadilishe yaliyomo ndani ya nafsi zao. Wakufuru neema hiyo, basi Allah ataiondoa hiyo neema. Na pindi Allah akibadilisha, akiondoa hiyo neema kwa sababu ya kukufuru kwao, hatobadilisha mpaka watu hao watubu yale yaliyomo ndani ya nafsi zao za kukufuru. Wakitubu Allah atawabadilisha tena awarudishe kwenye neema. Hiyo ndio kanuni ya Allah haibadiliki katika dunia. Ndugu zangu, kwa kanuni hiyo basi napenda niwakumbushe. Hapa tulipo sisi tumo kwenye neema ya amani na utulivu katika nchi yetu. Tunawajibika tuonyeshe shukurani kwa Allah ili neema hii idumu. Hapa tulipo ndugu zangu, tuna neema ya kuwa na vijana katika nchi yetu na pia tuna neema ya kuwa na wazee katika nchi yetu, na sheria zipo zinazomridhisha Allah. Sisemi sheria zote zipo zinazomridhisha Allah. Hivyo basi, hizi zote ni neema. Hawa wazee waliopo, wakijibandika sifa ya uchamungu wakawashika vijana hawa mikono wakawaongoza kwa sifa ile ya ucha Mungu, wakapita vizuri kwenye sheria zinazomridhisha Allah, ndugu zangu, tutakuwa tuko kwenye hatua nzuri sana na neema tulizo nazo hazitoondoka.